Yeah. Ndiyo, ndiyo. Tunawafundisha nini? Tunawelekeza wapi? E, watachukua mafunzo gani kutoka na sisi? Hiyo ndio shida ambao tunafeli mara nyingi. Na ukiangalia madada zetu zile video wanazoposti wako wazi, wakatisha viuno, na siku hizi mauti, wasikia tu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, fulani ashakufa. Je, zile video ambao kuna watu wamezisevu katika mm, simu zao, kwa hivyo ile munkar unaendelea na kule adhabu kama yule inaendelea eh, zamani mwanamke alikuwa hawezi kutoka kwenda dukani tu pale bila mtandio bila kujihifadhi kujistiri, bila kujihifadhi kujistiri. Hmm. leo imekuwa hmm. ulimwengu mzima umeona mwanamke kama yule ambaye saa yote hmm. ngubi ngubigubi na maninja na manini unajiita mtoto wa Kiislamu mtoto wa Kiislamu hmm. lakini kawa iwaonekana nyele zake bila buibui manguo ni hayo yeah. Yameshikashika mwili yeah. Mzima, je yeah. We utakula viliofinikwa ama utakula vilowazi kisha pa. Watu wasema kuwa munkari kama huu tunauona, eh, huu ni munkari kwa sababu unauliza kwamba utakula kilichofinikwa ama unachokiona kikowazi, ambacho kiko wazi yeah. Sasa yani unajua, kwa haraka haraka, sasa hivi mtu anakula ambacho kiko wazi Takiani, sasa uju kuna nini pale ndani. Lakin, hey, lakini ambacho wazi wakiona hii nini basi iko vipi sasa, ajua mwanamke tari yeye tari mwenye ni uchi bila. Lakini sio maadili yetu ya Kiislamu mwanamke sasa... kujiweka wazi kuzungumza maneno machafu katika ni kujishukisha hadhi. Hei, hadhi ojishukisha yee hadhi babake mamake family, mtoto wa fulani, mtoto wa fulani yule mtu fulani umeona video yake ana ha, kiuno fulani bana ambeba sasa. Vitu kama hivi ile jamii, hebu niambie, unaelekeza una, una wapi ule uso, ule jamii waelekeze wapi uso wao? Kwa ufupi mtandao madada zetu wanatumia. Mimi naona u mtandao wa TikTok umekuja kuleta athari kubwa sana katika hii jamii yetu, watu wautumia vibaya, watu watukanana, watu watafuta kiki kwa lugha za kisasa kila zima lazima na views wanakuambia by force, na comment za by force, ile views, eh, eh, eh, eh, eh, views ikienda. Jamanini tukumbukeni, kuna na Mungu. Sio mafundisho yetu tuliofundishwa, tuambiwa, lakad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana kabisa Kielelezo chema mfano mwema ruwaza njema ni Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ambao ametufundisha mambo yote. Uislamu hakuna kitu ambacho kimeata, mpaka namna ya kwenda choni. Uislamu umetokea wanaita guideline guideline, kila kitu ambao mipaka namna ya kwenda choni eh, namna ya kula, heshima ya kutoka, heshima ya kuvaa nguo. Kuna dua za kuvaa nguo, dua za kulala, mke wako, kila kitu. Hakuna kitu Uislamu, hakuna kitu imesaza. Lakini hii leo, mambo yaliyoko katika mtandao, kwenye huu mtandao waweza kupambana na khutba za mashehe, mawaedha, maarifa, inao mafunzo. Sio kwati mtandao huu pekee yake ni munkara, kuna mambo ya kheri ambao twayaona tukiingia TikTok, twaona watu fulani wamekwenda kufanya heri, kujenga visima yako twayaona mm. kujenga misikiti, kusaidia mayatima, madrasa yako mm. Sasa hayo ni wachache, na kuna sasa yale, ukigeuza shilingi upande wa shilingi ya pili au kutana kizazi zao munkar unaona umetapaka kule kwa hayo mambo, kuna hayo malaifu ambao watu waingia. Allahu Akbar, Mungu tustiri. Basi kwa leo baraza, mimi nashukuru kabisa. Katika studio yetu hii leo umekuja ukatutembelea na tukaweza kutoa mawili matatu ku, ikiwa tumepata ni kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu, na ikiwa takuwa tumekosa ni upungufu na ma, mapungufu ya ulimi wetu kabisa. Kwa hivyo, alkamalu lillahi, sisi si, si, si wakamilifu, mkamilifu ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, tumejaribu kwa ile yetu chache sisi na sisi tukasema, tutoe hii ni sadaka tuljaria, pengine atakayeiona wawili watatu watafaidika. Hata kama ni mmoja hata kama ni mmoja kufaidika, atafaidika na haya tuliyoyazungumza. Na ikiwa takuwa tumezungumza kitu kimemkwaza mtu, basi twaomba msamaha. Si malengo yetu wala hatujamlenga mtu, twaomba msamaha. Inshallah, wabillahi tawfik. Tufuatilie katika video zinazokuja, inshallah tutakuwa na wageni tofauti tofauti. Shukran, wabillahi billahi taufik.